Tena mtazamaji katika kipindi cha Campus Air, kipindi ambacho kinazalishwa kutoka katika studio za Hope Media STU yalipo makao makuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Kipindi hiki ni mahususi kabisa uh, kwa wanafunzi wa Kiadventista ambao wako katika taasisi mbalimbali za elimu hapa nchini Tanzania tukiangazia namna ambavyo wanamtumikia Mungu kupitia uimbaji na tunahusisha taasisi za elimu ya msingi, taasisi za elimu ya sekondari, lakini pia taasisi ya elimu ya vyuo vya kati pamoja na vyuo uh, vikuu bila kusahau mtu mmoja mmoja na vikundi mbalimbali mbali ambavyo vinakuwa ndani ya taasisi hizi za elimu. Na siku ya leo tunao TUCASA MUST, hawa wanapatikana kule Mbeya katika chuo cha science na teknolojia cha Mbeya, pale ndipo ambapo wanapatikana hawatukasa MUST na hii leo tutakuwa nao kuangazia yale ambayo wanayafanya kupitia uimbaji, na kutazama nyimbo mbalimbali ambazo wanaziimba kama wanatukasa pale katika chuo cha Mbeya, uh, chuo cha sayansi na teknolojia pale MUST. Na kwa kwanza tuangazie kwanza katika wimbo wao wa kwanza ambao tunao hii leo tutausikiliza na kuutazama wimbo wenye ujumbe unaosema haleluya msifuni. Ni wimbo ambao unatufungulia kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Jina langu naitwa Mbonea Daniel, tafadhali kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka tamati ya kipindi hiki. Barikiwa na wimbo huu haleluya msifuni, katika nyua zake msifuni.

Na mtazamaji, naamini kwamba umebarikiwa uzuri kabisa na wimbo huo kutoka kwao uh, TUCASA MUST kutoka pale katika chuo cha sayansi na teknolojia Mbeya. Lakini utajiuliza kwamba kwaya hii ilianza lini na walianza lini kumtumikia Mungu kupitia uimbaji. Kwaya hii ya TUCASA MUST ilianza mwanzoni kabisa mwa wakati chuo kinaanzishwa uh, walianza kuimba lakini rasmi iliimarika mnamo mwaka 2017 ambapo kwa sasa wana jumla ya waimbaji sabini ambao wanamtumikia Mungu kupitia uimbaji, lakini pia uh, kufanya shughuli mbali mbalimbali za wanatukasa wanapokuwa katika chuo kile cha uh, science na teknolojia pale Mbeya. Lakini kwaya hii wanakutana mara nne kwa wiki kwa ajili ya kufanya mazoezi na kutengeneza sauti zao vizuri ili waweze kuwa na uwezo mzuri wa kuendelea kumtumikia Mungu kupitia uimbaji, na wametoa nyimbo pamoja na wametoa uh, video pamoja na audio mbalimbali ambazo zinapatikana pia katika mitandao yao ya kijamii, na nyimbo hizi naamini ya kwamba zinawabariki watu walio wengi na zinawasogeza karibu na Mungu. Lakini mtazamaji, kwa sasa tuangazie ama tuangalie na kusikiliza nyimbo mbili mfululizo kutoka kwa TUCASA hawa MUST kutokea pale Mbeya na wimbo wa kwanza ambao tutautazama na kusikiliza una ujumbe unaosema moyoni mwangu. Eh, ni wimbo ambao tutautazama na kusikiliza, lakini wimbo wa pili una ujumbe unaosema injili ya Yesu. Ni nyimbo ambazo tunaenda kuzitazama na naamini ya kwamba zitakubariki mtazamaji na kukuvuvia katika siku hii ya leo. Barikiwa na nyimbo hizi, alafu nitarejea tena kwako kuendelea na kipindi hiki cha Campus ya.

Anji, tunasonga mbele na kipindi chetu cha Campus Air, naamini kwamba umebarikiwa vizuri kabisa na nyimbo hizo kutoka kwa Tucasa Must pale uh, katika chuo cha Mbeya pale chuo cha sayansi na teknolojia. Na kwa sasa utajiuliza, ni walimu ni walimu gani ama ni wakina nani ambao wanaweza uh, kusababisha eh, sauti nzuri ambazo zina mpangilio mzuri kuweza kukufikia kupitia uimbaji. Katika kiwa kwaya hii ya Tucasa Must kuna walimu kadhaa ambao wameweza kufundisha wakiwemo, ambao wapo chuoni, lakini wengine wakiwa wameshamaliza masomo yao na kuondoka chuoni, lakini bado wanashirikiana katika kuhakikisha kwamba sauti za wanakwaya hawa zinakuwa nzuri, ambazo zinaweza kuwavuta watu wengi uh, kwa Kristo na miongoni mwa walimu ambao wapo na wanaendelea kufundisha ni Mwalimu Kelvin Daudi ambaye bado yupo lakini pia bariki pol pamoja na mwalimu elia hawa ni walimu ambao wanaendelea kuisaidia kui, kui kwayahia tukasa musti kuendelea kufanya vizuri pia katika kulitangaza neno la Mungu kupitia uimbaji na mtazamaji na kwa sasa tuangazie tena nyimbo mbili mfululizo kutoka kwa, kwayahia, tukasa, musti ambapo wimbo wa kwanza una ujumbe unaosema msifuni na wimbo wa pili una ujumbe unaosema nina mtumaini. Ni nyimbo ambazo tunaenda kuzitazama na naamini kwamba zitakubariki. Barikiwa na nyimbo hizi, alafu nitarejea tena kwako mtazamaji.

tazamaji naamini ya kwamba nyimbo hizo mbili zimeweza kukubariki vizuri kabisa msifuni, lakini pia nina mtumaini ni nyimbo ambazo umetoka kuzitazama na kuzisikiliza kutoka kwa wanatukasa hawa kutokea pale uh, katika chuo cha Mbeya, chuo cha science na teknolojia. Naamini na kwamba zimekubariki na umebarikiwa pia na nyimbo nyingine nyingi ambazo tumeweza kuzitazama na kuzisikiliza hii leo katika kipindi cha Kampasi ya mpaka hapo mimi sina la ziada katika kipindi juma hili, ni kutakia tu utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyoendelea kutoka hapa Hope Channel Tanzania. Kwa niaba ya wale wote walioweza kufanikisha kipindi hiki, jina langu naitwa Mbonea Daniel, na kutakia amani ya Bwana iwe pamoja nawe na